Mzee wangu, nafurahi kukuona. Pokea hey. Salamu kutoka kwa familia yetu, hey. Hey. Wanakutambua sana ndugu yangu. Asante, mtu wa maana kabisa bwana. Hey, hey. Walikuwa wataka kulazimisha ukoo. Sasa bwana tutafanya <laughs> hivi bwana ikiwezekana nilikuwa nazungumza na ripota wetu wa Nakuru, ndio wiki ijayo kutakuwa na drama festival eh, hey, ikiwezekana no, mtafute no. Mtafute Cleophas Malala kwenye hizi ya kusahau <laughs> <laughs> Bili, tunaendelea mbele, kuna nini? Kauleni hebu tulia, ndugu yangu, hii miaka yote ya kusimba. Unasema alikuwa analazimisha. Bado haja move on. Pesa zimeenda, umri umeenda. Lakini mbona unaongelea hivyo Bili wewe? Jana ulibashiri Chelsea kushinda. Na, na ilipata ushindi wa bao moja, Villarreal kakataa mabao mawili, eh, hey, ya Spurs, eh, a moja la Spurs na moja la Chelsea. Mimi nilisema Billy scored all the way. Na kingine kilichotokea nafikiri bado ile mchwana ametukanwa sana kocha wa Spurs, Ange na mashabiki wa Spurs, lakini amesema atawapuza. Na nasema haya makusudi ni kwa nawasikiliza, huyu mtoto hakika alikuwa anaomba kazi yoyote ile uh -huh. Ukamwambia usiseme kazi yoyote sema kazi maalum na. Yupo bwana mmoja eh, upande wa ndio, ndio e, ndio akanambia, bwana bwana, Shemegi nitafutia kibarua. Nikamwambia siku hizi mtu kama anataka kukufumbia ndio anakuambia leta stakabadhi, stakabadhi mm. Yani, yani anajua anajua vizuri kwamba wewe umesomea wanahabari, anakuuliza PhD in mathematics, yani vitu ambavyo anajua huna <laughs> kabisa. Sasa u bwana akaniletea kweli stakabadhi zake, kafika kidato cha 4 e, nikawasilisha ni basi moja la kampuni moja mabasi, naam <laughs> <laughs> Okay. Eh, sasa yule bosi alikuwa rafiki yangu akanambia ah, sawa mwambie kijana atulie, eh, nitaangalia angalia kitu, maana kampuni kubwa hii. Mm. Sasa yule bwana kila baada ya wiki nikamwambia, bwana wamefanya wamesema, fanya subira. Mm. Angachoka mimi, nikamwambia yule bwana, bwana mimi nasumbuliwa, chochote ulicho nacho mpe bwana, akamwambia mm, mlete, hataki kufanya subira. Ndio akaenda hapa, eh, yule bosi namkumbuka mpaka leo, alikuwa kwa Mahmud. Alipofika nikamwambia, haya eh, chukua ufagio na hiyo chupa, anza na Choo kile. Usafi. Eh, huyo bwana hakurudi na hakunisumbua tena. <laughs> Subra ilimshinda. Ligi hapa nyumbani pia itakuwa inaendelea, mechi kubwa ni Ingo Dabi kesho, tutakuwa pale Dandora Ingwe dhidi ya Kakamega Homeboys yake Shimanyuna. Eh, atakuona kama toto Cleophas Shimanyuna atakuwepo. Je, Homeboys, eh, wanasemaje? Eh, baada ya marufuku ya matasi itakuwa mechi kubwa. Eh, kwa gano hao mabingwa tetezi wana mchuano dhidi ya KCB wana benki alafu mechi ya mechi Shabana dhidi ya Bandari. Mm, tangu kocha wetu yule alipozungumza Odhiambo, nakumbuka ile kauli yake kwamba kama hamna senti msicheze ligi, akizungumzia Sofa paka, e, amepitia e, kipindi kikubwa sana na, sana na, ameokota kuokota magoli e. <laughs> <laughs> <laughs> na wanacheza sasa hivi na Ulinzi au Sofa paka unawazungumzia, na kingine kikubwa e, mbali na mashindano ya upili atakayofanyika wiki ijayo, wajua nipo njia panda. Naam, huu na huu ni utunde upi? Ndio. Hey. Mambo tunayafuatilia. Kevin DB, uh, KDB. Eh, amesema buana. Mkataba wake unamalizika msimu huu naam, atakuwa anaondoka zake Man City. mm. ameshinda mataji 16. Ndio. 6 EPL. Naam. moja angalau kila bingwa kuna ngapi? juzi. Miaka 3 iliyopita. wakipiga Inter Milan. Naam. Kwa hiyo e, ni pigo sana, ni gumzo sana, na hizi habari zimetokea saa chache tu kabla hajacheza na Manchester United naam, kwenye derby la Manchester. So, mm. itaishia kwa Manchester City. Tashangaa. mpaka e, hiyo itaishia kwa Bili mia, Manchester City, Manchester United dabi hilo la Manchester. Bonge la debi la bwana Haaland any day. Yupo nje? Yupo nje. Haaland, watu wanasema na msimu mbaya, lakini ana magoli zaidi ah, ya 30, eh yeye huh? na Salah wanafukuzana, imagine. Kwa hiyo unasemaje Bili? Manchester Siri, City Manchester United wapo nyumbani Old Trafford. Fanya hivi mtu wangu. Eh. Chukua kila kitu ulicho nacho. Eh. Mpaka ile simu yako ya mkopo yalipa polepole. Patia Manchester City kichwa. City eh? Mm. Sioni mimi. Mia kwa mia. Sioni. Semaje? Billisco na on ah. the way. Bili hajawahi kosea. Kona hii itaporomoka wakati wa mvua kama majengo huko Mombasa. <laughs> Ala, hajawahi kosea. <laughs> Bihewa <laughs> huna imani na Amerom. Mbuna. Sijasema sina imani naye. Ana, anaitumia mechi hii kama maandalizi ya kucheza dhidi ya Lyon wiki ijayo Europa. Haya, Billy kasema Man City. Mbuna. Arsenal na Everton, Everton mbali na Tarkowski, ndio, ametukanwa kwelikweli ile tackle ya juzi. Yes. dhidi ya Mac Allister kwenye Liverpool. Unaonaje Arsenal Everton? Leo la Keriano, tumalize kudownload app na ekeza, patia Senali kila kitu dhidi ya Everton? Yes. Ehe. Mechi nyingine kubwa Fulham dhidi ya Liverpool. Liverpool bila kupinga ya niniyo. na, na, na mpaka sasa Liverpool inahitaji kushinda mechi nne, nne peke yake na sare moja kati, mm. ya mechi nane zilizo back. Naziona kama mechi kubwa. Arsenal ugenini dhidi ya Everton, Liverpool ugenini dhidi ya Fulham. Si nyepesi kwa hakika. Uh, tuende wapi? Tuende Ufaransa. PSG kesho ikipiga Angers, inachukua taji. Na beba taji. Miaka kumi na tatu iliopita litakuwa taji lao la kumi na moja. Na baada ya hapo wanalenga kwenda msimu mzima Pasina kupoteza unakumbuka Arsenal ambayo kwenda invincible naam Leverkusen pia wamekwenda Ujerumani msimu uliopita PSG wanalenga hiyo Alonso eh hiyo invincible na na pia wapo kwenye klabu bingwa unakumbuka Luis Enrique eh anacheza nilitaka kumzungumzia sana huyo Luis Enrique manake kama Luis Enrique anabeba taji ama huenda akalibeba taji manake mambo yapo wazi kama amenua ngiri ni kitu gani kilishinda beba. Pochettino akiwa na Messi Neymar na Mbappe lakini

Barcelona wanaongoza alama tatu mbele ya real Madrid. Wao wana sitini na sita wanacheza na Betis. Real wana sitini na tatu wanacheza dhidi ya Valencia. Na nazitaja hizi mechi mbili makusudi, maanake hizi ni timu zinatumia hizi mechi maandalizi ya klabu bingwa wiki ijayo, kuanzia kwa Arsenal, Real eh, PSG, Barcelona, inter Milan pia kule Italia, na pia vita vipo vya topscora Lewandowski ana mabao ishirini na ngapi? Ishirini na matano. Naam. Mbappe ana ishirini na ngapi? Ishirini na mawili. Ndio. Wanafukuzana hivi. Na tunasubiri uamuzi wa UEFA Kumhusu Rudiger, Vinicius, Mbappe. Mbappe. Mm. Mm. Kama watakuwepo ama watapigwa faini au marufuku ya mechi moja. Ni habari kubwa sana kila moja anaisubiri na uchaguzi wa kamati ya Olimpiki nchini NOK, ambapo Paul Tergat atakuwa anaondoka. E, kuna Francis Mutuku ambaye ni SG dhidi ya Shadrack Maluki ambaye ni treasurer. Gor Mahia pia uchaguzi mwezi huu, na ukitaka kugombea wenyekiti wa Gor Mahia unalipa laki tano, deadline ni leo usiku. Hayo ndio makataa. mm. na ukitaka kuwa naibu mwenyekiti laki nne hamsini elfu ukitaka kuwa mweka hazina laki nne katibu laki nne, duru nilizo nazo. mm. Baba Mugabe anagombea tena, huyu ni Ambrose Rachier, pigo tena zaidi, anagombea tena. Domana, Laki... eh. Kila siku tunawambia ili utafute pesa lazima uwe na pesa mm. unazitumia pesa kupata pesa, kupata pesa na aliye naye kule nakotoka, msemo unasema aewae ndie aengerezwa, aliye nacho ndiye huongezwa, hey. ama hey. ndiye hupewa hey. hmm. mwenyewe akijiangusha ni uzuzue hmm. Aha. Bili Mia, nimekusikiliza. Kumbe mweu unaweza ukapiga kingora ritaili ni uzuzue, unasema mweu, hilo limekuwa gumzo.